Baraza la kitaifa la walemavu linaongoza wanachama wao katika hafla ya kipekee ya upanzi wa miti kama njia mojawapo ya kuwaadhimisha siku ya mazingira duniani. Shughuli hiyo inalenga kuwaleta pamoja walemavu na kuzungumzia masuala yanayowakabili. Crispino Tieno yupo nao, tunaongea naye moja kwa moja, atueleze zaidi. Labda pengine, katika siku ya leo, uh, wanakadiria uh, kupanda miche mingapi, na shughuli hiyo itafanyika uh, sehemu ngapi eneo hilo? Uh, nama asante sana uh, Rashid hapa nilipo nipo katika eneo ambalo linajulikana kama Nyanchwa viungani mwa mji wa Kisii, ambapo unavyotizama nyuma yangu uh, ni wadau mbalimbali kwa ushirikiano uh, na shule spesheli ya walemavu katika kaunti uh, uh, hii ya Kisii, ambapo hii leo ulivyosema baraza la uh, wale wanaoishi na walemavu ama na ulemavu Uh, limefika katika kaunti hii ya Kisii kwa shughuli ya upanzi wa miti. Nataka tu kujua hii leo wanatarajia kupanda miche ngapi na umuhimu wa shughuli hii, kando na maswala ambayo yanakumba wale wanaoishi na ulemavu. Tutakuwa tunaanza na hapa, tuambie unaitwa nani, alafu tuelezee kuhusu shughuli siku hii ya leo. Okay. Asante sana kwa majina, anaitwa Clifford Rino Tuke, mimi ndio mwalimu mkuu wa shule ya Kisii Special, na kwanza kabisa wacha nishukuru National Council for Persons with Disability kwa kuf, kutufikiria siku ya leo kuja kupanda miti katika hii shule yetu, na miti na umuhimu kubwa, na hata watoto wamefurahia kwa sababu wamekumbukwa katika hii siku kuu ya kupanda miti. Na katika hii shule tunashukuru sana, kwa sababu kuna wengi ambao wanatufikiria katika njia mbalimbali mbali, na tunawashukuru tuna na katika hii shule tuna changamoto mbalimbali, kwa sababu watoto ni wengi, wana changamoto pia, wanatakiwa wale wana ambao wanawalinda hapa, na vile tunajua, kwa sababu ya upungufu wa fedha, huwa tuna shida za kuwalipa au ambao wanawalinda. Siku ya leo mnatarajia kupanda labda miti? Asante sana, tulikuwa tumetarajia kupanda miti zaidi ya mia mbili hapa shule yetu katika siku ya leo. Na mwingine hapa, tuambie, unaitwa nani, alafu siku hii ya leo ina umuhimu gani, eh, kwako na vile vile eh, shule hii nzima? Uh, kwa majina naitwa Patricia Adhiambo natoka katika shirika la walio na ulemavu Kenya, Nairobi. Uh, leo tumekuja Kisii kupanda miti uh, kwa Kisii Special School kwa kuwezesha not only to make the environment better but for also

Asante sana tukiwa uh, kwako pia, kumekuwa na changamoto ambazo uh, jinsi ambavyo wamezungumzia hapa wale watoto ambao wanaishi na ulemavu, siku hii ya leo, labda ungependa kuyazungumzia kuya masuala kama gani kano na upanzi wa miti eh, siku ya leo? Kwa majina anaitwa James Esekon mimi ndio County Disability Services Officer Kisii County. Siku ya leo tuko ya na furaha ya kwamba tunashirikiana na ulimwengu kama environment, eh, World Environmental Day na ambazo ni special school. Specifically tuko leo katika Kisii special, tumekuja kupanda miti pamoja na wao na katika hii shule yetu, sababu ndio main stakeholders. Wanajua kuna changamoto mingi, lakini kama baraza kuu la walemavu tumeweza kujaribu kulingana na uwezo wetu, tumeweza kuweza kuwapa hawa watoto ambao wako hapa mbele yetu, tumeweza kuwapea scholarships pia tunaendelea katika eh, tunawafanyia therapies and many other services ambayo eh, National Council for Persons with Disability inaweza kuwapea so siku ya leo pia tunataka pia waweze kupata mahali eh, patulivu mahali hewa ambayo iko nzuri, wakiendelea kufanya shughuli yao kila siku tukiendelea ku, ndio maana siku ya leo tumekuja kupanda miti. Hivyo tunatarajia kwamba afya zao kulingana katika hewa itakuwa nzuri, na tunashukuru sana. Sana, sana, ya, sana. Uh, na sanaras eh, kabla sijamaliza kuna wale ambao pia ni uh, wale ambao ni wanaharakati ambao pia wako katika upande huu wangu wa uh, kushoto, tutazungumza hapa, na unaitwa nani? Uh, siku hii na labda ushauri wako kwa wale ambao wamefika hapa. Wamefika hapa uh, kwa majina ni Gladys Kerubo Mokora. Uh, nami pia nimeweza kujumuika na uh, wana harakati wenzangu ku kuse, celebrate this day ya uh, mazingira and now that uh, I work in the office of persons with disability tuliona ni vema tuje tuje huku. Tushirikiane na wenzetu tuweze kupanda miti katika hili shule la Kisii Special School kwa sababu wao pia wanahitaji kupata hewa safi. As we all know, miti ina, ina inasafisha hewa ya, alafu katika kama ofisi ya county tuna, tuna wasupport hawa watoto walemavu kwa kuwapatia wazazi wao exemption ya biashara. Asante sana. Yes. Uh, na, uh, Rashid ndivyo hali ilivyo, unaona hapa wakiwa wamebeba uh, miti za kiasilia katika eneo hili la Nyanchwa viungani mwa mji wa Kisii. Hata mimi pia itabidi, uh, baada ya kutamatisha shughuli hii nitakuwa nikipanda uh, mti katika eneo hili kama njia moja wapo ya kumbuka siku hii uh, ya leo. Kwa hivyo utakumbuka kwa kwamba vile vile ni kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kuzuia uh, matumizi ama ku Uh, zuia matumizi ya plastiki eh, kote ulimwenguni. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapa, tutarejesha tena kwako studioni Rashid.